Huu ndo mjadala mkubwa kwa wakati huu eh, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ikihusu kurejea nchini humo kwa rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila. Kile kinachoonekana kama mashaka ni namna ya kurejea kwake akiwa ameondolewa kinga na ku, ya kushtakiwa, lakini pia amefikia katika mikono au uh, wenyeji wa kundi la waasi la M23. Sasa Uh, katika mjadala huu ninaye kiongozi wa chama kinachoungwa mkono au kinachowaunganisha wakongomani eh, uh, kwa ajili ya mabadiliko, mwenyewe akikiita hivyo. Huyu ni Barnabe Mlinganyo Wimana Isombia uh, bila shaka atanikuwa ananisikia wakati huu katika simu, lakini yuko Kinshasa. Uh, na yupo Nixon Katembo akiwa uh, Johannesburg, Afrika Kusini. Nyote kama mnanisikia, tuwe na hakika na hili. Karibuni katika kipindi. Asante kutukaribisha mwenyekiti. Nikianza na Mlinganyo e, tunavyokufahamu kwa taarifa, wewe ni mtu tuseme wa karibu na rais Joseph Kabila, na kinachozungumzwa sasa hivi ni kwamba Kabila amezuru uh, mashariki mwa Congo. Kuzuru unaweza ukenda alafu baadaye ukaondoka. Huyu Kabila uh, amekwenda Kongo kwa maana ya kwamba amerejea nyumbani kweja kukwa makazi au ametembea kwa muda mfupi alafu ataondoka? Shukrani kwa kunipangia mda huu ambao ninaweza nikazungumza kwenye DW kwa sababu inakuwa ya mara kwanza. Mm, karibu, karibu. Rais Kabila ali, alikuwa mtoto mdogo wakati katika kwenye madaraka na alikuwa na maoni ya kufika moja, naweza kuwa nchi democratic anaweza ikajengwe na watoto wa Kongo, alafu masiku ambayo amefanya uongozi amefanya ile ambayo yeye alipaswa kuweza kufanya na yeye wengine, akaachia wengine, akafikiri kwamba wale ambao watakuja wataendelea kujenga Kongo. Sasa tabla hii yeye ameacha ile kwa miaka saba, sasa matusi na matusi kila siku, kuzarauliwa na kuzarauliwa, hata akafika kwa kipindi akaanza kwa peke yake binafsi kuinda watu wa chama yake, kuinda jamaa yake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 maaskari wangapi wamebakia hapo wa FRDC ambao wameshindwa vita ambao wamejiunga leo hii kwa nanga wanakuwa zaidi ya maskari ma, zaidi ma, ma, ma, elfu makumi sita. Nashukuru sana leo ambao wamekuwa wamekuwa hako, ni lazima tukae tuangalie si gani tatatua shida ya Kongo, ye rais wa zamani na yanajua ujuzi nafaa vizuri. Mimi ninabariki, e nashukuru kurudi kwake, nashukuru e na kongomana, nastahili kuleta jiwe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 Chisekedi. tunakorudi hapa Congo ni kile alichokisema Mobutu letasema, yani taifa ni mimi, na tunaona haya katika sera zake na tena mchakato mzima wa siasa za Kabila pamoja na Chisekedi mwenyewe kwamba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 chini ya serikali ya sasa tunaona Chisekedi amejilimbikizia madaraka pamoja na watu wake wengi kutoka kule ka, Kasai. Nashukuru. Upande wa Kabila pia tunaona pia anarejea kule kule alikokuwa katika kuhakikisha kwamba eh, eh, watu waliokuwa nao karibu ndio wanakuja naye na vile wa, wengine wataamka na kusema kwamba mbona na sisi na hatujashirikishwa katika mchakato. Nashukuru sana Nixon, nakushukuru sana Nixon wa... ndani ya studio hapa tunaye mwenzetu Hawa Bihoga, amekuwa akifuatilia yale ambayo yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii na mjadala huu. Hawa, wanasemaje mitandaoni na pengine kama wanahoja haraka, haraka, dakika zinakuisha. mm -hmm. mjadala huu unafuatiliwa huko YouTube pia zinakuisha uya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 lakini najua mantiki ya kile alichokisema umesikia. Kwa upande wa pili studio kulikuwa na Hawa Bihoga, naye pia namshukuru. Asante DW.